Huduma za posta zilianza baada ya watu sasa kuwa wameanza kufanya nini, kujua kusoma na kuandika. Sasa hapa tunaona miongozo mbalimbali ya nini, ya shirika la posta iliyotumika kwenye kuendesha shughuli za posta. Kitabu kile kilikuwa kinatumika kuendesha shirika la posta la Afrika Mashariki ikisimamia nchi za Kenya, Tanzania na Uganda. Mustakabali wa makumbusho katika jamii inayobadilika haraka. Naitwa Jasmine Kiungi, mimi ni mhifadhi wa makumbusho ya mawasiliano jina langu ninaitwa Rafael Mwango. Uh, ni afisa mwandamizi ma wa makumbusho ya mawasiliano iliyopo chini ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Uh, makumbusho yetu inafanya kazi mbalimbali, inakusanya, inahifadhi, inaonyesha na inatoa elimu kuhusiana na mabadiliko ya teknolojia za mawasiliano. Kazi nyingine ni kuhamasisha matumizi ya TEHAMA sasa kwa wanafunzi kuanzia ngazi ya awali shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vikuu. Uh, hili linafanyika sambamba na kwa kuhamasisha wanafunzi kusoma masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi pamoja na hisabati ili basi taifa liweze kuongeza wataalamu katika maeneo ya uhandisi pamoja na eneo la tehama. Hivyo basi katika kuelekea siku ya makumbusho duniani ambayo inafanyika kila siku ya tarehe 18 mwezi wa tano na sisi makumbusho ya mawasiliano kama ilivyo makumbusho nyingine zilizopo duniani tunaungana pamoja katika kuadhimisha siku hii leo. Hii tumeweza kukaribisha uh, wanafunzi kutoka shule mbalimbali kuweza kufika na kuweza kufahamu umuhimu wa makumbusho yetu hii kwa kupitia vionyesho mbalimbali ambavyo tunavyo katika makumbusho yetu. Nimefurahi sana kufika katika makumbusho ya TCRA na nimejifunza vitu vingi, kimojawapo nimejifunza kuhusu mambo ya kidijitali kwamba zamani walikuwa wanatumia mfumo wa analojia, lakini sasa hivi kwa jinsi miaka ambavyo imeenda watu tumefika mpaka kwenye mfumo wa kidijitali. Nilichojifunza katika makumbusho hii ya TCRA e, nimejifunza aina za simu. Kuna aina za simu na zenye teknolojia tofauti tofauti. Teknolojia ya kwanza ni teknolojia ya simu za sumangu. Teknolojia ya pili ni teknolojia ya simu za mezani ambazo zenyewe huunganishwa na nyaya. Teknolojia ya tatu ni simu za mkononi ambazo zenyewe hazitumii nyaya, zinatumia minara ya simu na ya kuna aina mbalimbali za generation ya kompyuta, generation ya kwanza ya kompyuta, generation ya pili ya kompyuta, generation ya tatu ya kompyuta, generation ya nne ya kompyuta na generation ya tano. Nilichojifunza katika makumbusho haya ni umuhimu au faida za mawasiliano na vifaa vyake kama vile redio, runinga na simu ambavyo hutumika katika mawasiliano na kupashana habari. Makumbusho yetu inatumia maadhimisho haya pia katika kuhamasisha jamii kuendana na bunifu lakini pia kuendana na teknolojia. Eneo hili la kuhamasisha wanafunzi kupenda masomo ya sayansi na tehama Uh, tunalifanyia kazi kwa kuwaonyesha wanafunzi na kuwapitisha katika hatua mbalimbali za mabadiliko ya teknolojia ambazo zimehifadhiwa kwenye makumbusho yetu. Hiyo inajenga tamaa na chachu kwa wanafunzi kutaka kujifunza na kujua hawa wenzetu waliotutangulia walifanyaje, mpaka sasa hivi tumekuwa na dunia ambayo inajiendeshwa kwa kiasi kikubwa kwa kutumia mifumo ya kidijiti. Bado tupo katika mapinduzi ya teknolojia. Kwa hivyo vitu vingi vinakuwa vinatengenezwa kila itwayo siku, kwa kuwa kama mwanafunzi ambayo ninaishi katika teknolojia, ninajifunza kuendelea kubuni vitu vipya inavyoenda kusaidia jamii yangu. Zamani walikuwa wanatumia analojia, mitambo mikubwa mikubwa, sasa hivi sasa tupo kwenye dijitali ambako unatumia mitambo midogo. Mfano, kwenye kompyuta za zamani ni tofauti kabisa na kompyuta za sasa. Kwa mwaka huu 2025 uh, kauli mbiu ya makumbusho duniani inasema kwamba the future of museum in rapid change in the community. Kwa Kiswahili kizuri tunasema uh, mustakabali wa makumbusho katika jamii inayobadilika haraka. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu inamaanisha hichi tunachokipitia sasa hivi kama dunia, kwa maana ya mabadiliko ya haraka sana ya teknolojia ambayo tumekuwa tukiyaona kwa miaka hii karibuni. Mfano, tumekuwa na maboresho mengi kwa namna vifaa vyetu vya mawasiliano vinavyofanya kazi kutoka teknolojia mbalimbali mbali, kutoka kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka sasa tuko kizazi cha tano ambacho kinaungana kabisa matumizi ya akili unde au tunasema artificial intelligence kwa lugha ya Kiingereza, ambayo imerahisisha sana namna watu wanavyoweza kupata taarifa, watu wanavyoweza kujifunza na watu wanavyoweza kuchakata Uh, taarifa mbalimbali. Makumbusho ni chombo muhimu katika kuhamasisha jamii kuendana na masuala mbalimbali mbali ya mabadiliko ya kijamii pamoja na ya kiteknolojia. Ningependa kuwakaribisha wananchi wote wa Tanzania na hata wageni wa nje kutembelea makumbusho yetu ambayo ipo chini ya mamlaka ya mawasiliano hapa maofisi ya makao makuu. Makumbusho hii ipo wazi kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, saa tatu asubuhi mpaka saa tisa na nusu alasiri na hakuna kiingilio.